Kwa majina anaitwa mwalimu Magreth Gervas wa shule ya msingi Kumutana wilaya ya Ngara. Nimefurahi kushiriki uchaguzi wa walimu wanawake kitengo cha mwenyekiti ngazi ya wilaya, na matokeo yangu yalikuwa mazuri, nikaibuka kuwa mshindi katika wagombea watatu. Binafsi nimefurahi sana patiwa nafasi hiyo. Mikakati yangu kupitia nafasi hiyo ya kitengo cha wanawake wilaya Chama cha Walimu ni kuhakikisha nasimamia rasilimali zote za Chama cha Walimu kuwa salama, lakini pia jambo nitakalolifanya ni kuwaunganisha walimu wa jinsia zote pamoja na waajiri kuhakikisha kazi ya utumishi inaleta ufanisi ndani ya wilaya yetu ya Ngara. Na jambo lingine ni kutoa ushirikiano kwa viongozi wa serikali na taasisi mbalimbali kuhakikisha masuala yetu ya walimu na jamii yanakwenda sawa na nitasaidia sana wanawake kuwatembelea, kubaini changamoto zao. Wapo wanawake waliokata tamaa katika utumishi, katika jamii yapo manyanyaso, lakini mimi kama mwenyekiti wa kitengo nina nafasi ya kusema kwamba nitasimamia haki ya mwalimu mwanamke kuhakikisha kwamba anasimama imara katika utumishi wake pamoja na jamii kwa ujumla, sitawaangusha. Kwa maslahi ya taifa na wilaya yetu kwa ujumla, mshikamano, tunasema daima ndio mkombozi wetu. Mshikamano daima ndio mkombozi wetu. Nawashukuru sana na nawapenda sana nafurahia kazi yangu ya walimu. Tuko pamoja, karibuni sana.